Haya, mje vipenzi vyangu mje, mje msogae eneo la tukio, time ya umbea. Umbea ni afya, kimbia haraka. Kama una bando, mwambie jirani yako ne azime simu yako mara moja. Kwa azima tuwe katanao kuona kwenye uchochoro, ingia YouTube, sikiliza umbea wa Madam Mswahili, angalia umbea wa Madam Mswahili. Niko hapa because of wewe kukuletea umbea, jamani, nikiwa gokote kwa mnaonifuatilia kitambo, matukio na ujiri wa wasanii na kadhalika, mnajua nchi yoyote nitakayoenda basi mkiniona siko Tanzania, nimeenda kibiashara, siui niko Dubai kuchukua mabiashara ya wateja wangu, napandisha umbea nikiwa huko Dubai. Nimetoka niko South, nenda kufunga sijui nini, dozi nyingine utaambiwa asubuhi na jioni, na kupandisha umbea. Vipi? Eh? Yaani, nginja nginja, kia kia, siogopi sishtuki, mtoto wa kike. Basi bwana, kama wewe kwanza, uu, madam madam Mipasho zangu, kama ni mgeni wa channel hii hakikisha una kengele. Basi bwana, penzi vyangu, sijui mnanielewa nimemleta kwenu shemeji yangu. Wah, umbea unalawama ushemeji wangu kabisa, menetuko <laughs> <laughs> nayo huko China eh, Mungu saidia alichimitenda msamee. Basi bwana, nisikilizeni niwaambie, dada yangu Jacqueline Wolper <laughs> kipindi cha katikati walikuwa wamekosana na mumewe. Jamani, niwaambie tu kitu katika maisha, um, <coughs> katika mahusiano kukosana kupo kugombana kupo, kila kitu kipo. Hakuna watu ambao wanaishi moja kwa moja bila kupishana katika ndoa, bila kugombana, bila kutokea changamoto ya aina yoyote. Changamoto huwa zinatokea, watu wanagombana na watu wanapishana, si tunanielewa vipenzi vyangu, ruhi zangu? Kwa hiyo sasa, isipokuwa tena, maugomvi yalianzaga toka kipindi enzi za wazee wetu, kama mnajua toka kipindi hicho. Sasa isipokuwa Hmm? Isipokuwa wazee wetu walikuwa wanafanya mambo yao kwa siri, kwa vificho, sijui mnanisoma ndugu zangu, sasa hivi nini? Utaniambia nini? Utaniambia nini? Mbwa mbwa mwenyewe, akarusha kikombe, nimerusha bakuli, karusha chupa ya chai, nimevunja kioo cha kabati wewe unasemaje? wewe unatakaje? nginja nginja, kia, kia kitoka hapo. Kesho tunachanga tunaenda kunua ukamando nini nini, ananua mwenyewe oh, ushtuki uogope ugomvi wa sasa hivi mpela mpela mpelampela. Yani, hatuwezi kugombania chumbani, tunahakikisha mpaka tunatoka ukumbini. Ginja, ginja, kia kia, ugomvi kelele mtindo mmoja ukumbini, mkifanya masiala. Tumetoka mtaani tunakimbizana, baba Mwajuma fulani lako na Mwajuma la mama yako. Yani hivyo, nginja nginja, kia kia, hii wao nasema nini? Mgomvi mgomvi wa kipolepole, mgomvi wa kinyonge, kila mtu apate kuonekana mnyonge, mwanamke kwa mwanaume. Eh, wewe nini na wewe nini? Ukinishunja shati, nimekutia teke la chini, ushtuki kengele zote, wewe unaugulia maumivu, unakaa hapo na kuwa na mimi tena, ndo nimekutia KO. Takubali mimi nipigwe tu? Sio kweli, kitu kama hicho hakiwezekani, impossible. Ehe. Kwa hiyo nginja nginja kia, kia tunakimbizana vipi, tunapigana vipi mpaka nje, tena tunapogombania, sasa hivi watu wa sasa hivi wanapogombania, nyinyi majirani mkikaa pembeni mkiwaangalia, mnasema wale wakitoka pale, wale yule anampa talaka zote ya kwake ya mama yake, familia yake na ukoo wake, hamtaki tena. Sasa subutuni kuingilia ugomvi kama huo tena wa watu, ndio wanadumu hatari gani, wa watu wote, nginja, nginja, wanadumu hatari kesho. Mnaona wako wanadundika vipi, hawapati habari Kao hata hawa walipishanaga bibi na bwana, mshanielewe. Watu wakaongea sana, watu waliongea na kwambia, oh, mmezidi kupenda wanaume wadogo wenye watu wazima, mmezidi kupenda vibenteni, mmezidi sijui kupenda hivi na hivi. Watu wakasahau kwamba mapenzi si ya eh, kila mtu anapenda sehemu ambapo napapenda. Mnawasemaga tu wanawake kwamba wanapenda, <laughs> wanapenda vibenteni, hamsemi wanaume nao kuwa wanapenda au mashangazi <laughs> kwa hiyo mkamsema sana, mkasema sana. Sasa hivi anamtokea buani tena mwenye kamzalia chap chapo ili asiachwe, na kaachwa. Sasa niwape elimu, ndugu zangu, iko hivi. Mlimsema sana, sana. Iko hivi, kumzalia mwanaume haimaanishi kwamba wewe ndo wawezi kukuacha, haimaanishi kwamba wewe ndo atakupenda milele, haimaanishi kwamba wewe ndo nini tena. Usije ukasubutu kwenye maisha yako mwanaume ambaye unaona anaenda long haeleweki, naifanya video naingiza na, na, na rekodi video kwa China, wa China wanapita nantia ganzi tu, ushanielewe. Mwanaume ambaye unaona anaenda long, mwanaume ambaye unaona aeleweki, mwanaume ambaye umwelewi, usije ukasema huyu nikimzalia atatulia. My friend, atatulia my dear, kipenzi, my dear, mtu wangu wa youtube huyo mtu ndo unamzidisha kasi, unamzidisha spidi. Anakuwa na mambo yake, ndo anakuwa yani hakuelewi kabisa, yani tena ndo unamtuma atoke akatafute mwingine ambaye hata shombola uzazi hana, mwingine ambaye hata kulea jalea, mwingine ambaye akirudi anakuta amna makelele ya watoto. Usisubutu kumzalia mwanaume ambaye unaona anaenda longa, ambaye unajua kabisa, una uhakika huyu akupendi. Usisubutu, hilo ni kosa kubwa kwa sababu ile hawezi kutulia, haizidi aipungui, utakuja utateseka na watoto Ushanielewa? Kwao ndo kipindi hiki sasa, labda ndo ukakuta dada yetu alizaa chapchapu mm. Kweli anampenda sana ila, ndo hivyo, yakatokea mapishano, akakuta tena bwana ndo kawa hivi bwana tena huko akawa ndo yuko huko nje. Yani ni, eh, mimi sitataka kuyaelezea maki kaelezea mdomo mm. nitakuja nitekwe bula huko huko China <coughs> ni mazito, unaona. Kwa hiyo watu magomvi manini ni manini manini, mambo ya kawaida, lakini dada yetu naye mvumilivu eh. Ni mvumilivu anampenda mwanaume wake, ushaelewa? Mwanaume hata ukigombana akitoka zake huko akisema nauditz, dada anampokea tena, anashangilia, yaani tena anaona raha mwanaume wake kurudi. Nilichokuja kukigundua mimi kwamba mwanamke anampenda sana mwanaume kuliko mwanaume huyu, mwanaume huyu, sio ndio? Ujana huenda akawa anampenda, lakini wanaume walivyoumbwa wenzetu Yaani kuonyeshaga zile hisia zao na upendo wao kwa mwanamke ile kindakindaki, wanakuwa wanaogopaga, wanaosiwasi sana na mioyo yao, wanahisi kwamba mtatumia udhaifu, udhaifu wao kuwaumiza, na hisi ndo anachokifanya huyu bwana, lakini ukute mwanamke wake anampenda tu, ila sasa ile kumuonyesha sasa, ndo mwanamke sasa anahisi labda mwanaume anipendi au labda vile akifanya matukio, na hakuna mwanaume ambaye afanye matukio, ndugu zangu. Ah, sijui mimi niongee vipi, wanawake wenzangu Hakuna mwanaume ambaye hafanyi matukio. Wanaume wote yani, wote yani, wote wote wote wote karibia wote, ni kwamba wanafanya mambo yao, ni kwamba wanachit kama kawaida, ni kwamba wanatoka wanafanya mambo ya ajabu yani, everything. Kwa yani ni wanafanya wanafanya wanafanya ni wanafanya yani, sio kwamba sijui sijui ni nini no, ni wanafanya. Kwa hiyo kikubwa kinachohitajika hapo ni uvumilivu tu. Yaani hapo kikubwa ni uvumilivu, kuvumilia, kusema okay. Okay, hamna shida, kukaa kuvumilia. Na maisha mengine yanafanyaje, yaendelee. Lakini hakuna mwanaume ambaye afanye, hakuna mwanaume ambaye achiti, wanaume wote wanachiti. Wanaume hawajaumbwa kwa mwanamke mmoja, ila sisi wanawake tumeumbwa kwa mwanaume, unaweza kutulia naye mmoja mpaka unazeeka. Ndio maana mabibi zetu walikuwa na uvumilivu mkubwa, walikuwa wanausikivu, kwa sababu waliwapa masikio mabibi zao, na mabibi zao wakaambiwa kwamba matokeo kuvumilia kwa uvumilio wanaume, na kweli wakawa wanawavumilia, wanaishi vizuri, na mpaka wanazeeka. Sisi sasa jenzi hey. Tipicha yaani Gen Z ni hatari, ni watu kwanza ambao hatuna usikivu, ni watu ambao, kwa nyuma, nimetoka kuhadisia hapo before kwamba mwanaume akinukisha nawe unakinukisha, akigombana nawe unagombana. Hata kama sasa tulivyo Gen Z mwanamme, tena mimi nishavuka huko mwanaume anaweza akafanya jambo lake tu, unaweza usigombane naye usikupuke naye lakini ukasema namlipiza na ukamlipiza. Sasa hivi ndoa nyingi zilizopo, mahusiano mengi yaliyopo, mwanaume ana michepuko ishirini, mwanamke ana michepuko mitano. Yani ngoma dro bila bila karukia juda kule, mimi narukia huko, eh, weka angaikie kule, mimi nahangaikia huko. Uongo uongo, yani hilo ni kweli. Kwa hiyo sasa, ndugu zangu, tunaenda mbele na kurudi nyuma. Ha, watu bwana walivogombana wakawa wamepeshana juzi kati. Bwana karudi na rudi na rudi kuja kuona wanangu. We bibi asishangilie vipi? bibi asione furaha vipi? bibi asimpokee bwana vipi. Kampokea kwa mbwembwe kashangilia, nakwambia kaona raha, kampelekea watoto, kampikia akala mm, o Hehe he, lakini huyu kama baba wa watoto wake hawezi kumwekea vinyongo wala visilani wala kusema simtaki tena wala kusema huyu bwana mimi na mbloku wala kusema huyu bwana sijui nini na nyie michepuko ya huyu bwana mo ache kumlushalo dada maki. Dada alikuwa anatumiwa hadi video, dada alikuwa anapiga hadi simu, dada alikuwa hadi anachambwa na mtu. Kukuzalia image unalizalia jitu mitoto miwili mitatu minne kuendelea, halafu hilo hilo jitu linakuja linakuumiza, alafu tena akiona haitoshi, mijana mke yake ya nje inamtafuta, alafu wanawake wa nje walivyokuwa hey! Yani, na sifa hawa vichwa panzi hawa, kina Mwajuma Jusu hawa, yani wana sifa. Yani akitembea na mwanaume wako akitembea na mumeo, ana make sure, ana make sure kwamba mpaka kinaeleweka ana make sure kwamba, yani mpaka akutumie message, akupigie simu akupigie simu ahakikishe, yani, yani ajionyeshe uwepo wake, kama ndo yuko jirani. Mama atapita asubuhi na jioni, mama atajipitisha, atajipeleka kula, atajirudisha huko, yani ili mradi tu akaeka tashiti ngai ngai. Mama atajifanya yeye ndo yeye, mama atajifanya anajua sana michezo yeye anaijua. Mama utaonekana wewe ndo Mswahili, umezaa mshamba, umeolewa umekuwa ndani, una lolote, yeye ndo mjanja nje, anakula chipsi kidadi, wewe tena mama, kama ndo unakaa naye nyumba moja kwa na mabandika alaga, hilo linachemka linatukutia hapo, linafanya kumwagika, linafurumia ye tena anapita na mfuko wa chipsi kashaikiwa, oda akachukua chipsi kwa nani pale. Basi anajiona yeye ndo fundi. Ndugu zangu, wanawake wa ndani tunapitia